Ninajua fika umewahi kuwasha kompyuta yako na ghafla umeme ukakatika, na pengine unajiuliza ni madhara gani yanayoweza kutokea kwa kompyuta yako endapo hali hii itaendelea mara kwa mara. Kama jibu ni ndio, basi podcast hii ni ya muhimu sana kwako. Katika kipindi hiki nitakueleza kwa kina madhara makubwa yanayoweza kuikumba kompyuta yako kutokana na kukatika kwa umeme mara kwa mara, kuanzia uharibifu wa data, kushuka kwa ufanisi wa kifaa hadi hatari ya motherboard kuungua kabisa. Pia nitakupa mbinu madhubuti za kulinda kompyuta yako dhidi ya athari hizi. Usikose kusikiliza mpaka mwisho, kwani maarifa haya yanaweza kukuokoa na gharama kubwa za matengenezo au hata kununua kompyuta mpya. Karibu kwenye podcast yako pendwa ya Joakim Work Production. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya YouTube, usite kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele, ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya usio wa mwisho kupata hizo updates. Kukatika kwa umeme mara kwa mara wakati unatumia kompyuta yako ya mezani au desktop, kunaweza kuleta madhara kadhaa. Hapa kuna madhara nane pamoja na maelezo na mifano yake. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kuikumba kompyuta yako endapo umeme utakuna kata mara kwa mara ni uharibifu wa hard drive au diski ngumu. Kukatika kwa umeme ghafla kunaweza kusababisha bad sectors kwenye hard drive, ambayo ni maeneo yaliyoharibika yasiyoweza kuhifadhi data ipasavyo. Mfano, umeandika ripoti muhimu na ghafla umeme ukakatika, kisha ukaiwasha tena kompyuta, unagundua faili limeharibika au huwezi kulifungua kabisa. Madhara mengine ambayo yanaweza kuikumba kompyuta yako ni pamoja na kupoteza data. Ikiwa umeme utakata wakati unahifadhi au unafanya kazi kwenye faili, unaweza kupoteza data yako ya kazi. Mfano, unapofanya uhariri wa picha yani photo editing kwenye Photoshop alafu meme ukakatika ghafla kabla ya kuhifadhi kazi, unapoiwasha tena unakuta kazi yako haipo tena. Nadhani hapa wanaofanya graphic designing pamoja na photo editing watakuwa wanajua madhara ya kupotea kwa data. Changamoto nyingine ambayo inaweza kaikumba kompyuta yako endapo umeme utakuna kata mara kwa mara, tunasema ni uharibifu wa power supply unit, yani PSU power supply unit inaweza kuungua au kupunguza ufanisi wake kwa sababu ya mabadiliko ya ghafla ya umeme. Mfano, umeme unarudi na ghafla unazidi kiwango kinachohitajika, na hivyo kuunguza sehemu za ndani za PSU, yani power supply unit. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kaikumba au changamoto nyingine ambayo inaweza kaikumba yako ni motherboard inaweza kuungua kabisa. Motherboard kama tunavyojua ni moyo wa kompyuta. Kukatika kwa umeme ghafla au kurudi kwa umeme kwa nguvu, yani power surge, kunaweza kupunguza capacitors na transistors kwenye motherboard. Mfano, baada ya umeme kukatika mara nyingi, unajaribu kuwasha kompyuta lakini haifanyi kazi kabisa. Kwa hiyo unajua kabisa hapo motherboard inakuwa ipo kwenye uwezekano mkubwa wa kuwa imeshapigwa. Lakini kwa wale wenye programu ngumu kama Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects na zingine nyingi, kuna hii hapa changamoto ya program kuwa collab. Baadhi ya programs zinaweza kuharibika ikiwa kompyuta itazima ghafla wakati programu inafanya kazi au inahifadhi data. Mfano, Microsoft Windows inaweza kupata itilafu au corruption na kushindwa kuwaka, ikihitaji kuinstall upya. Lakini kwa upande wa graphics designers pia au kwa wale wanaofanya shughuli ngumu shughuli labda za rendering, wale wa video production, unakuta kuna uharibifu wa card ya graphic, yani graphics card. Kompyuta zinazotumia dedicated graphics card zinahitaji umeme wa kutosha. Na wa mara kwa mara, kukatika kwa umeme kunaweza kuharibu vilamu au circuit board ya kadi ya graphics. Mfano, baada ya kukatika kwa umeme mara kwa mara, unakuta kompyuta yako inawaka lakini haina display, au kwa kitaalam tunaita black screen. Hayo ndo madhara ambayo yanaweza kuikumba kompyuta yako ikiwa umeme utakuna kata mara kwa mara. Lakini madhara mengine yanayoweza kuikumba kompyuta yako endapo umeme utakuna kata mara kwa mara, tunasema ni hitilafu kwenye mfumo wa uendeshaji, yani operating system au kwa lugha ya kitaalamu tunaweza kuita OS. Mfumo wa Windows, au Linux, au Mac operating system, unaweza kupata matatizo ikiwa kompyuta itazimika vibaya mara kwa mara. Mfano, unapowasha kompyuta badala ya kuingia kwenye Windows unapata ujumbe kama Windows failed to start or operating system not found. Kwa hiyo ni madhara yanaweza kuipata kompyuta yako endapo umeme utakuna kata mara kwa mara, lakini kubwa zaidi ni kwamba kukata kwa umeme mara kwa mara kunapunguza uhai wa vifaa vya kompyuta. Kukatika kwa umeme mara kwa mara kunaweza kupunguza maisha ya vifaa vyote vya kompyuta, hasa hard drive au hard disk, wengine wanasema, au motherboards au power supply na hata RAM. mfano kompyuta ambayo pengine ilitakiwa kudumu kwa miaka mitano inaweza kuanza kuonyesha matatizo ndani ya miaka miwili kutokana na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Sasa, je, tufanyeje? Tunajua changamoto ya umeme ni kubwa. Sasa tufanyeje? Tusiwashe vifaa vyetu? Tusifanye kazi ama tufanyeje? Sasa leo nataka nikupe suluhisho la kukabiliana na tatizo la kukata kwa umeme, UPS au an power supply UPS inasaidia kuhifadhi umeme wa dharura na kukupa muda wa kuhifadhi kazi zako na kuzima kompyuta kwa usalama zaidi. UPS zinapatikana kwa bei nafuu sana. Ingia kwenye maduka ya vifaa vya umeme unaweza kupata UPS kwa bei nafuu sana, lakini pia unaweza kutumia voltage stabilizer. Hii husaidia kudhibiti kiwango cha umeme kinachoingia kwenye kompyuta yako. Lakini wakati mwingine tunasema, hifadhi kazi zako mara kwa mara, wale wa web, wale wa Photoshop, wale ma graphic designers, wale wanaofanya video editing. Hifadhi kazi zako mara kwa mara hasa unapotumia program zito kama video editing, graphic designers au database. Na maanisha wale wa access pamoja na suluhisho so, lingine ni kutumia SSD badala ya HDD. SSD. Tumia SSD badala ya HDD. SSD ina nafasi ndogo ya kuharibika kutokana na kukatika kwa umeme ukilinganisha na HDD. Nadhani hapa tuweze kuandaa somo lingine ambalo litakuwa linatoa Ufafanuzi zaidi kuhusu kompyuta zinazotumia mifumo ya SSD na zile zinazotumia mifumo ya HDD. Asante sana. Endelea kutufollow kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter na kadhalika. Tunapatikana kwa jina la Joakim Work Production.